Bababa, musikie bababa, hata ukiachana na bibi yako mulizala naye batoto, unazala naye batoto, inafika kipindi amusikilizani munyumba, inafika wakati amusikilizani munyumba, bitwavyendeki muzuri, munachana, munachana. Mara mingi bamama nju na bakiana batoto yabo, mara mingi ba mama banabakia na batoto, baba naenda lwake, mama anaenda lwake, naishina na batoto. Mwe ba baba muna zidisha, ba mama wakibakia na batoto. Na mara mingi kuko bazazi au ba papa ba hata jali tena wale batoto. Kwenye mama linda alienda batoto, baba naenda lwake hata jali wale batoto, ananza zala atajali bale vatoto benye wanazaliwa benye alizala naule bibi, mwebikonaye bale batoto balewakia kule, naule mama haana kazi habana kazi havana kazi, niko napata franga anatumika au anachuruza, iko na uwezo anasomesha pale batoto wenye alizala naule mama wa pili, watoto bali na naule mama wakwanza, avana haki hata vajali ni franga ya masomo ni uniforme ni franga ta rasio ya kukula, hata tumia quartier vale moya au anaweza kuwa biko province mbalimbali. We baba, ni batoto yako, ni damu yako, ubakumbuke ujue kama kesho utakuwa na nguvu bale batoto wana bania babibi wa pili, babibi watatu ndio nakangamana nabo, batoto balenda na kuishi na ule mama wa kwanza au bajali. au ule bibi wa pili mnaachana tena nayo, na batoto yao we haujali bale batoto kule kwenye uko naenda, unaishi pili na batoto tatu wa nne wa tatu watoto wale watoto na mama yao wa kwanza, bali wa tatu na watoto jali wale watoto. Hata kama utapata yule mama, patia wale watoto. Rasio kona batumia. Kama hauna uwezo, itaonekana hauna uwezo, lakini unaenda kubaona, au batoto, banakuwa na kiu ya kukuona kunye uko. Atu kuku uko mbali kwa mwinchi ingine, funga safari, enda uone bale batoto. Haujui kesho ya bale batoto. Nguvu haizikuwa kila siku. Bale batoto utakangamana nao, venye naishi anaishi nabo na ule mama yabo ule bibi waine sijui watano watatu usizane tu, njo batoto bote, njo batoto yako bopeke. Bale na bale bakwanza ni batoto, unapasha bajali, unapasha bajali, unapasha batimizie. Na ebo ile kidogo uko nayo, unagabula batoto bote baeneye. Na kama wakuzala bale vingine ni kama kama niao batoto nyo litupa bambele, na huyo mama wa mbele uliacha na naye akaenda na batoto, lazima ukuwe na basaidia ukwe mbali ukwe karibu ukwe na basaidia. Ni batoto yako, ni damu yako. Kesho watakuangalia hata kama watakuangalia bote, lakini hamutakosa umoya mbili tatu, watakujali watakumbuka, baba yetu alikuwa anatusaidia, baba yetu alikuwa anatujali, alikuwa baba yetu, tukienda kumwangalia tukienda kumwangalia kwenye iko, anatupatia franga ya makae, anatupatia franga ya kuuza uniforme anatupata ata franga yayi tutaenda tunaenda tunaenda kukutana na mama yetu tarasi ya siku mwa siku mbili. Lakini ni baba hamkumbukaki, mkiachana na bibi yenu baenda na batoto hamujali, ni bonjour bonsoir haikuwaki kubatoto ngubassa. Mungu ainue batoto bakomale. Ule mama iko nalea bale batoto kwa jashu utakutana samu hana hata mtahe ya kuchuruza unakutana, ni mama anaenda tuku shamba kulima kulima kulima na, analima na kwanapata chakula kupatia batoto yake batoto, masomo banasoma kwa shida, banasoma kwa shida mpaka bapate mutu wa kubasaidia batoto. Banakuwa bakalomba lomba mabarabara, na baba yao yuko muzima, iko pale, iko natembea na mapantalona kwenda nyuma, mabikwembe ya banamuke tu Anacha batoto tu wanasumbuka pale, banakuanasema batoto ko si batoto ya fulani ule, e ale shaachana ule, e ale chanaka alioa bibi wa pili na bashaachana, na watatu bashaachana, aliko na bibi waine, batoto anatupa ovyo, hajali batoto. Baba bata baba bata bata, njona zalaka batoto yake haikusanyaki batoto yake, natupatupa tu, batoto banaenda kiolela, kiolela. Bababa, mkwena jali batoto yenu, mkwena jali batoto yenu, hamutakuwa na nguvu kila siku. Hata kama ule mama mlikosana naye, ni vyenu nyi wawili musitie ko batoto, musiingize ndani batoto. Mlichukiana mlipendana ka nyi wawili bibi na bwana, mkazala bale batoto. Sasa kama mliachana bibi na bwana, musitie ndani batoto, musitie rankine ku batoto We baba, hautakuwa na sema o oh, mama yake alinifanya ka hivi, mama yake alinifa hivyo. Ni byenu nyi bawili, mustie ndani bale batoto, mustie ndani bale batoto, habajui kitu. Kwenye mlioanaka kamlipendanaka, bale batoto walikuwa byazaliwa, mlikuwa kubapata mko bawili, munaachana na bibi yako, musha kuwa na bali batoto. Bali batoto musibatie ndani maproblem zenu za bibi na bwana. Kama wewe baba unaachana na bibi, anaenda na watoto, lazima usaidie wale watoto kue banaenda. Kesho si laumu, kesho si laumu. Kisha watupiliye watoto, wanaenda kule banaishi, kisipanaishi mama yao njue kosumbukana navo, au bayomba yake au mama muko sijui rafiki bandugu bakaribu, ndioko naisaidia wale watoto. We baba huendaki kuona watoto yako ulibaacha watoto mama ko na miaka tano mama viko na miaka kumi ulibaacha pengine samwa wa miezi sita pengine samwa wa ulienda tu na mimba vila kazalia kule, hauyonaka ta ule mtoto mwali zaliwaka si mpaka si batoto banakomala kani umwa batatu baine banakomala kwa jasho ya mama yabo, kwa nguvu ya mama yabo. We baba hakwaki na jali ni jambo hakuna, ni kuuliza watoto nia ikuli hakuna na kama unaenda kubaona hau hautabeba hata bombo ya mukauchu. Uko baba gani? noke napata uwezo ko na churuza ko na franga, bale bengine batoto ko na bagaramia, ni bale batoto bengine balitupa, haubajali hata kubajali, ngoya Mungu abainue sasa. Batoto batasoma ndio, na ko bengine, itafika wakati banacha masomo juu ya kukosa uwezo ya kulipa minerval. Bale batoto batafanya, itabidi bache bamo, batazama kazi zabo zenye zita zenye bataweza vingine bataikala vile, lakini venye batoto hamutakuwa na nguvu kila siku tu na, vale na, na vale kiyote aauae batoto tu eko nao munyumba akili yote bibi wa nje unazala naye akili yako yote nakuwa tukaule mwanamuke, unakuwa na jali tu ule bale batoto ba ule mama. Batoto benyo liacha hautabajali mwali bazala, wale batoto ni nani? Si wewe? ni vyenu nyi bawili, mstinda ni batoto. Uko na uwezo we baba, saidia wale watoto. Wale batoto, wale batoto ile kidogo takuona pata, bapatie nabo bataona. Bataona ndio ndio baba yetu, tulikuwa kusalimia baba yetu, ii ndio alitupatia kidogo. Au baba yetu alikuwa kutuangalia huku. Alituachata hii. Alituachata hii ya kuuza ata likayabo. Alituachata hii ata dolari tano ya kuuza ata vera ya muchele. Unaona, ile kidogo takuwa nayo batakomala batasema, n ak bale batoto beye munabaka nao mumanyumba nabamama yabo njo bamaana njo batoto ba maana, njo benye batoto. Mnaona kama njo fitire yenu kabisa, mnaona yaba siku zitakuya, njo benye batanisaidia, njo benye batanisaidia. Hujali bale bakule, munafaa makosa, mnafaa makosa, byemnafaa kaiko bya mzuri. Hata kama unaona kama hautaweza kugaramia bale batoto, acha kuzala wala uwache kuoa. Kwa sababu utenda kuoa, lazima Mungu akupatie batoto. Mungu atakupatia batoto na kama hata kupatia batoto, bana ume mingi banenda nje. Lakini kama Mungu atainua wale batoto, wewe miaka elishaka wa inaenda mbele miaka inakuwa mingi, hauna tena nguvu ya kuchuruza, hauna tena nguvu ya kufanya kazi ulikuwa unafanya, hauna tena nguvu ya kufanya mamuvuma ulikuwa nayo. Saa mwa Mungu naweza kakutia chini, kipato kinaenda chini, ulikuwa na mali nawe nashuka chini, uwezo unakuwa kidogo, bale watoto wamwa ubajua hata masura unasikia ka tu anakiwa kuambia ndugu yako ase, eh, pale batoto uliacha kule iko hivi viko hivi viko hivi. Haujale ta kwenda kuangalia, haujale ta kuita ni kutelefone, haujale ta kubatafuta, seni tafuta ta, ta, ta, ta batoto angu fulani na majina bamulisha saaha mwenye mama yake alienda na mimba kazalia kule, haujui hata jina yake na ni mtoto wako, haumjui hata jina hata sura hujui bababa. Baba, baba, mko na kumkumbuka batoto bemulizala. Kama mnaona kama mtakuwa na vagaramii, afadhali unaacha kuzala au unaacha kuooa, unabakiage gisi huko, kwa sababu uko banaume bengi bale nda tu kuooa habajui maana kuooa, na anaenda tu kuooa, anaenda kuooa bamone tuko na mwanamke munyumba, baone mwanamke ndiye kumaternite azale mtoto wa pili, wa kwanza, wa tatu anaona tu ni masifa tu, vile bamone tuka naiko na batoto ko na bibi me mu nyumba. Hajui maana ya bibi ni nini, hajui maana ya batoto ni nini. Hawezi hawezi kuendelea, uko na zala batoto benya utagaramia. Hata kama abo batupi, mko na mko tu nabo pale mu nyumba na yoyo mwanamuke, lazima uko na bashugulikia. Bababa mingi banakuwa na shina batoto na babibi yao mu nyumba batoto baona kikitu ba mama njoo na debris akaba na kwana tafutisha yabo yote batoto ba basome, batoto ba, ba, some, ba baba kule, baba haiko hata kule. Sasa uliowe nini yule mwanamke? najua nini ulipenda muzali. Kama unaona kama hauna ile uwezo ya kuitwa soko mwanaume au baba wa watoto, acha kuoa, acha kuzala. Ukiona kama weye au stahili kuitwa baba, acha kuoa na acha kuzala. Hauwezi kuowa mwanamuke unekala naye unazala naye haujali vale vatoto. Siseme kwanza ngambo ya a mwanamuke ya mama watoto, batoto, batoto ndo niko na semee mukwe, najali watoto kesho, wale watoto Mungu akaba akabasaidia, hata kama ulikala naye munyumba haukuna bajali, biko banaona, biko na akili, biko banaona hawajali mama abo njuko anatesekea kila kitu iko banawe, ni kuendaka tu, ma aventure inje kuru, na kila kujanza kwa mapombe sijui manini kama ukunywaki ale unakuwa tu vile haugaramie mama njuko panda shuka kutafuta za kula za watoto kutafuta za masomo za watoto kutafuta ya mangu ya watoto ya kutafuta kiatu ya watoto we baba haujali hata kama uko maskini ya itafuta kazi ziko kazi ziko za miaka yako kazi ziko zinaweza fanya zinakusaidia ku

chakula hiyo peke shida, takula nini? Wewe baba uko tunalamuka, dikuikala kwenda kubarabara, cheza masoro, nacheza, unacheza karata, karata, urudie kunyumba, kutafuta chakula. kama kuna chakula, anza piga mwanamke. Hey, kama uliona hauna nguvu ya kuitwa baba, acha kuoa, acha kuzala, ikala tu selibater juu, au ustahili kuwa baba haujali batoto ngo batoto kesho, Mungu abasaidie, ba komale ba komale, batafute maisha. Lakini Mungu anababariki, banakuwa na maisha mzuri. Wosha kwa mzee, unakuwa na ba na miaka na 80 makumi munane, makumi saba na tano, hauna hauna nguvu tena, nguvu iko inashuka, makumi shuka, shuka, makumi saba na tano kupandisha nguvu zinaanza shuka Bale batoto Mungu anabasaidia nao, banakuwa na uwezo, banapata yao batoto wako kina sababu. Hiyo njo nyi wanaume mjue, mtoto kama mama yake njo alikuwa anamtafutia kushinda we baba, lazima kuna batoto batalipisha tu, kuna batoto batalipisha tasema, we baba hauko na tujali, mama yetu ndio alikuwa anatujali, wewe hauko na tujali, batasaidia mama yako na wewe utakuruma, we baba utasema ah aba toto wanaza saidia tu mama yabo, haba nijali haba juka mjo, baba yabo haba juka mjo ni bazala ka. Eh, bana juwa bie bana juwa tre bie kama mjo li bazala ka. Sasa, kama uli bazala ka, uli bajali we? Wakati kona nguvu, uli batafutia nini? Mpaka bafikele bie kabi kwemo, uli batafutia nini? Chakula lukona jenda kuhinje kule. Unakula kule ma restora kwa bibi yako kule wanini? Unarudia munyumba unashika na shiba batoto, wa wachali. Haujui kama batoto kesho batavala uniforme, haujui mutoto anavala mugulunga, nimeronga pia mugulu, au haujui hata we baba, haujui batoto watakula tani? Ni basi kula tani hiyo, chakula ya asubuhi, ya saa sita basi, au ya magharibi? We hauko hata kule, mama yake batoto, kama batoto yaenda ya ya ya nje kutafutisha au kama anaenda kushamba akaleta masombe anapiga pala na kula na batoto bumuhogo sijui nini We auko ata kule, we baba, hauko ata kule. Basi kuulize batoto sasa, bakomale bafanyikiwe, bapate kipato. Bibi yako ako na batoto yabo me bale batoto litupa, hau bajali na kama ulienda kuoa mama mweko na batoto, alikutana na batoto yake, utajali wale batoto ba ule mama kushinda batoto wako wenye ulizala. Ni baba amkuwa na fungula akili, batoto bote ni bamaana, na wenye ulikutana huyo mama iko navo na bako welitu wenye ulizala bote ni batoto, unaposha kubajali bote ni batoto. Mtoto na akishafanyikiwa vile, anakuwa na kipato yake, anakuima inakuwa la musikwe na tia lawama. Anakuima na kuima, eh anakuima e. na kuima tre bien, anakuima na kuima, na bakia kwenye huko. Mtoto anakuwa na kipato, anajengea mama yake, anamsaidia mama yake, anamtia mama, mama yake pale kwenyata, kwenye atamtia kunyumba kwa alimjengea. Wewe kutukule kule kwenye alikuwa na bale babibi yako na watoto yako bale watoto wakule nyumba liko na leo kuliba kusaidie sasa wala usilalamiki, usi musikuwe munalaumu, musikuwe munalaumu. Kama mtoto akukupatia seki, haukumujali. nani muzuri vile, batoto bakwena bakomesha, bakwena bakomesha, juu haiko tabia muzuri. Mtoto na muzala kisha usimujali, haiko muzuri. Nyi vanaume munafanyaka ifo, munafungula akili, munafungula akili, munakuwa munasaidia ngambo yote hautajidivise mara pili lakini, ile kidogo konayo, ile kipato konayo, igaule fasi mbili fasi tatu, kwenye unajua watoto yako viko kako, mtoto mwa kule, watoto mbili huku, watoto tatu huku, fanya vile vile, gabula mara tatu, batumie o za rasio, wanakula kama na za masomo, utapata tu mangambo yote tatu. Na wale vile unaishi na munyumbu na wangarabia, vile vile njoki suli penda Ulipenda kuoa unazala watoto tano, unaacha batoto tatu, unaacha watoto mbili, una sasa uwezo yako kisiiko. Na vile ulipenda akuzala watoto bengi, uwagaramie usibaache, uwagaramie usibaache, juu kesho mbale batoto wenye uliyacha bakikiwa fanyikiwa, lazima batalipisha. Ujue tu vile batalipisha, hawatakujali Hakuna matakuwa na kuongelesha, itakuluma kushinda gisi evo uliko na bacha namatatizo na mama yabo. Lazima itakuluma, juu myaka yako enakuwa ishapanda yulu, myaka ishapanda yulu, auna tena ile nguvu ili kuji kujisimama eko unajiona. Wenjo weye batoto abatwbasaidia nawendjo, libazara ni batoto yako damu yako bamwao bajua ta masura bana komala sana, kwa na miaka ma makumi mbili makumi mbili na tano njo naanza tafutisha batoto ubaone, auna haya kwa na haya, mkwe na haya uko na tumiko na pata franga, batoto atamulechana na bibi yako. Jali bale batoto, kwa nenda baangalia wala batoto wakona kwa kuvisite kwenye weye, huko kama utafika kwenye ule mama iko weye batoto baite wakona kwa kuangalia kwenye uko au munakutanana fasi nje, hata kurestora, fasi nimporte unakutanana. Uh, unaona batoto munaongea kama kuna kelekishozi ya kuwapatia bapatie. kama hauna me ile visite tu, uone batoto ni muzuri. Usikie tafuta mtoto kwa na miaka makumi mbili ya kama makumi mbili na tano, njo naanza tafuta mtoto. Oh mtoto wangu, oh nilikusaba kwa nisamee. Inakuwa misamaha, alikulomba msamaha, alikuambia msa, iko na kulomba musamaha ya nini? Mutoto ana bezo ya musamaha yako?

uko na roho na uko na akili unapusha kujua kama mimi nilizala na mama fulani malgre tuliachana, lakini wale watoto ni damu yangu. Lazima nivafatilie, lazima nijue hali yavo kila siku, lazima nivasaidie na ile yenye niko nayo, uwezo yangu yenye niko nayo na watoto na yangu lazima bataona, na watajua kama uko na uwezo wa kuwasomesha wasomeshe kama hakuna uwezo ile kidogo konayo, lazima ukuwe napapatia nokwenda kuvaangalia, sio tu kutuma, unapatia mtu franka kama tapelekea ule, peleka kwa ile familia, wale watoto wapelekee. Weye auonekani juu ya nini? Juu ya nini usionekane mbele ya watoto? Juu ya nini usiende kuangalia watoto yako? Unakangamana tu na hiyo nyumba, huyo mama watoto ulizala naye, vale vingine avajali. Haiko mzuri, mnafanyaka Musikwe munalia apre batoto bashafanyikiwa, banakuwa banakuwa majuu, batoto banakuwa na kipato batoto banakuwa na uwezo. Musikwe mna musikwe na sirika kama kukupatia mtoto juu, njo nyoli yataka, njo nyoli yataka. Hakuna mambo ya kusirika, muko natupia ba mama, muna bacha batoto ba mama njo bapondekane nao. Mtoto sasa akikomala anakusaidia mama yake, na kuwa roho mbaya na ingine roho mbaya, ya nini? acha saidi mama yake, mama yake ndio alipambana na maisha. Mtoto wake mtoto wake anasoma primaire, anasoma secondaire, anamaliza, mpaka mama anapiganisha mtoto wake anasoma university kama iko na uwezo, na kama asomi yoyote, me mama anapiganisha na mtoto anapiganisha na akuwe na uwezo. Juu batoto banatupiwa, kama anakuwa na akili sana, banakuwa na akili kusema, na mimi nifanyikiwe, huyu baba mwalinitupa hakunijali, kwa mzima hakikuniona, hakuye kutusalimia na ndugu yangu. Ha, hata kutupata kitu, nasikia alipita tu, alipita anaishi fasi fulani, anaishi province fulani, anaishi mwa karitia mwa tukono, lakini akia kutuona, eh banaume, mukwena haya, mkwena haya. Mkwena kwa na muko munatupa batoto, munabaacha bakisha kwa na uwezo, munanza batafuta, munabatafutia bata nini, munabatafutia nini, mukwe nabaacha na bakia na mama yao gisi bana kwa na raba furashe, ba mama yabo wenye bali teseka nabo, uko na tumiko, na pata franga, ujali mtoto, haujali batoto wenye uliacha. Unazala huku, unazala huku, unazala huku, hata kama usizale ule mama mwenye una kama tane, iko na unazala naye, njoo batoto wenye unajali, unatia kuroho yako, njoo batoto yangu. Hapo bengine aiko mzuri, damu yako ni damu yako kama mtoto anafanyikiwa anakuima, usi sirike. Usi sirike. Ndiyo, na kuima sirike usisirike, unasema ndiyo, na mie sikuwa na bajali na usimtafute, usitafute. Ao batoto bakisha kuwa bakubwa, bana kuwa na miaka makumi tatu, makumi mbili na tano, unaanza nda natafutana navo, natafuta bashinga ndae, wao munishindikize nde nione bale batoto wao, ni balombe msamaha. Ya nini? Msamaha ya nini? ya nini uli bakosea, ya nini Bakia gisi huko, fatana na bale batoto benye ulilea, ulikangamana nabo, ulikuwa proshe nabo. Aae, bale njo uliona batoto balazima. Sasa, batoto mingi utabatafutia nini juu na komala? Je, njo kubatafuta wakati biko badogo, wakati mama yako iko na sufrire nabo, panda shuka panda shuka, mama ikoenda ku shamba, mama anachoma makala, mama anachoma mihindi ku barabara, njo kumalisha batoto yake samba saka kukichwa na sombe kukichwa eh? nyanya mshuma kukichwa iko na tembeza juu komalishe batoto yake musoko sama batabapiga mafimba batafukuza eh? Akulipa taxi akulipa nini, mama iko panda shuka, mashamba milima, wewe baba uko tu pale yere yere mu barabara na mapantalo yako mbili vile, na utaitwa sio uko baba, uko baba. Sa batoto bana komala banafanyikiwa, unaanza batafuta. Hapana, kutafuta ubakia kwenye uko bakia, kolele bibi yako kwenye uko naishi, wala kama uko na bibi uko wepeke, ehe vumilia na watoto na walivumilia na, na mama yao, na wovumilie ule mama batoto yake kumsaidia, acha naye akule raha ya batoto yake, akule matunda ya batoto yake. Wee kala kule kule, mkwe nakuwa na haya. Nyi wanaume mkwe nakuwa na haya eh? A ha, mkwe nakuwa na haya. Mwezi kuikala uko natesa mwanamuke batoto na bakatala, kisha itakuwa nini? Fitire yako njo fitire una preparea muzuri. Iyo batoto nao biko na akili, bako na komala, bale batoto nakatala ba baba yabo, biko na rezo. Chuka mtoto, acha kuoa hauna uwezo wa kulea batoto ako, acha kuowa na acha kuzalazala ovyo, acha kuona zala unajua kama weye hauna ile nguvu ya kukala na mtoto wala kugaramia mtoto, acha kuzala acha kuoa e. Acha kuoa paske ukioa ule mwanamke atatamani azale. Sasa acha kuoa bakia vile vile gisi, huko mtoto akifanyikiwa, mwenye ulitupa, akifanyikiwa unamtafuta na kuima, iko na rezo iko na rezo. Kama anafanyikiwa anakuima au hapindi kukuona, hapindi kusalimia anakurudishia ile ile kikombe nyoli mkunyishie ko mai. Banasema hivi kikombe nakunyishie ko mtu mwenza ko mai, na we Mungu atakupimia kwa ile ile, ile ile mezire ulipimia ko mtu na we atakupimia kwa ile ile, na ule mtoto ile nyoli wapitisha yemo na mama yabo, na hata kama mama yabo alikosea, hata kama uliachana uko na uwezo, unaweza msaidia ule. banaume ba, ba, sasa banakuwa roho mbaya akiachana mwanamke anataka tu ukufe Iyo niko nasemea ni ngambo ya batoto tu. Banaume, mubadirishe tabia, muta mubadirishe tabia, mubadirishe tabia mutoto okimuacha batoto kibaacha, na mamao basaidie kule kwenye banaenda kwonaenda, kubavizite juu naaki komana nafanyikiwa, lazima talipisha, lazima talipisha, naye hata kujali na hata kwana na kupatia usikue na sirika usipime kusirika, wala usipime kujidoga mutoto ni zalaka damu yangu. Ulimsaidia akusaidia kama na kuima, seke na kuima nakuima seke na ulikuwa na mwima ukuna mjali sasa. Mkuwe na kuwa na akili mkizala jali bale batoto. Kama unaona kama hautajali batoto hautajali bale batoto acha kuzala. Asante.